Mwezi mzima baada ya ushindi mkubwa wa Aridal, watu walijenga upya, wakilima mashamba yao kwa matumaini mapya. Lakini nyuma ya milima ya mashariki, kwenye ardhi iliyokatazwa kwa vizazi vingi, nguvu za kale zilikuwa zikizinduka. Naam, karibu katika mwendelezo wa simulizi ya usaliti wa kifalme, na hii ni sehemu ya tatu na mwisho. Kama ni mara ya kwanza, subscribe channel yetu ili usipitwe na simulizi kale. Katika korongo la kale la Mogra, wachawi waliokatazwa walikusanyika Hawa walikuwa warithi wa kale wa uchawi wa giza wa mababu wa Aridari waliofukuzwa na mfalme wa zamani. Kiongozi wao alikuwa Galduron, mchawi mzee mwenye nguvu za maangamizi ya kali. Galduron alishipogo maloni wa damu macho yake yaking'aa rangi ya kahawia nyeusi. Vita za enzi za kifalme zimepita muda wake, sasa tunarejesha mamlaka ya mizizi ya kali. Hakuna malkia wala mfalme, ni wakati wa utawala wa biza ya damu. Habari za mikusanyiko ya wachawi wa Mograd zilikumfikia Elira. Uso wake ulijaa hofu mpya. hawa si kama Simel Mele, hawa wanatafuta kuteketeza kila kitu. Kaelen alimtazama kwa macho makali. watajaribu kuivunja Arendale kutoka chini ya ardhi, si tena kwa upanga, bali kwa uchawi wa kale. Sar Mauri alisogea mbele ili kuwakabili. tunahitaji kufungua silaha ya mwisho ya kifamilia ambayo ilifungwa miaka mingi iliyopita. Katika pango la kale chini ya kasri la Arendale kulikuwa na milango ya kale yenye mihuri minne ya mabahu Milango ya mizani iliifunguliwa tu pindi taifa likiwa kwenye hatari ya mwisho. Kwa usiku mzito, Elira na Kaelen walifika mlangoni hapo wakiwa na wachawi waaminifu wa kifalme. Mzimu wa mababu uliongea kupitia hewa baridi, mnakuja kutafuta nguvu, lakini nguvu ya kweli iko moyoni mwa kifalme kinachotumikia watu, si kutawala kwa hofu. Mkiwa tayari, mnapewa nguvu ya mzani wa mwanga. Mlango ulipovunjika, mwanga mkali wa dhahabu ulijaa chumba kizima, mikufu miwili ya kale ini. Moja kwa Elira ya Malkia wa Nuru na nyingine kwa Kaelen ya Mlinzi wa Mwaka. Lakini kwa mbali wachawi wa Galduro walikuwa tayari wameanza mashambulizi ya kwanza. Sehemu ya mashariki mwa Arindele ilianza kuporomoka ardhi. Majiji madogo yalimezwa na ardhi kufunguka kama midomo ya kuzini. Elira akajua sasa, vita siyo ya kuta na upanga, ni vita ya roho. Jeshi la mwisho la Arindale liliandaliwa. Wachawi, askari na wananchi walikusanyika pamoja kwa pa mara ya mwisho Milango ya Mogras ikavunjika. Jeshi la Galduron likatoka likiwa limebeba miili ya hepo, majitu ya kivuli na miale ya moto wa kuzimu. Alfajiri anga lilijaa mawingu ya giza, umeme mwekundu ulipasua hewa. Uwanja wa mwisho wa vita uliandaliwa kwenye tambarare ya Shadoset ya pale ya mababu. Elira akiwa amevaa vazi la vita la dhahabu linalong'aa kama jua, alisimama mbele ya watu wake, Kaelen akiwa pembeni mkono mmoja ukibeba upanga wa kale na mwingine mkufu wa ulinzi. Leo si vita ya ardhi tena. Leo ni vita ya hatima ya ulimwengu wetu. Tutasimama hata kama giza litajaribu. Milio ya tarumbeta ilianza. Jeshi la Galduron lilisonga mbele, sauti za pepo zikilia kwa kutisha. Wachawi wa Arindale walirusha miwani ya nuru, anga likiwa na mvutano wa nguvu za uchawi usioelezeka. Galduron alitokea juu ya miamba akiwa amebeba fimbo ya kale ya damu: Elira, wewe ni tone tu la mwanga kwenye bahari ya giza lamu. Lakini kabla hajarusha mawimbi ya giza, Kaelen aliruka mbele kwa kasi isiyotarajiwa, akipiga mbio kupitia mioto ya giza na kumvamia Gadron kwa pigo la kwanza. Vita ya kau ya uso wa uso ilianza kati yao. Adabuo huo wepo wakubwa walivamia jeshi la Manrik. Licha ya uzee wake, alipigana kwa nguvu za ajabu, akiambanga la kale la kufamilia Elira alikusanya nguvu zake zote, akatoa mwanga mkali wa mzani wa mwanga uliowaka kama jua katikati ya giza. Pepo wengi waliteketea mara moja. Nguvu za kale zilianza kusambaratika. Katika dakika za mwisho, Kaelen alimpiga Galdron kwa pigo la mwisho la upanga wa dhahabu uliobarikiwa, kumvunjia fimbo ya dawa. Galdron aliporomoka, huku roho ya pepo ikilia kwa sauti kubwa. Vikosi vya Mogra vilikimbia na kutawanyika kwa giza. Uwanja wa Shadova ulitulia, mwanga ukianza kuchomoza polepole. Arindale ilibaki imara. Elira alisimama mbele ya jeshi lake, machozi ya furaha na huzuni yakitiririka. Leo tumefunga historia ya enzi za giza. Vizazi vijavyo vitasoma haya, sio kama hadithi ya vita, bali kama ushahidi wa ujasiri wa mioyo ya watu wetu. Sauti za watu wake zilijaa hewani, wakimshangilia malkia aliyewaongoza mpaka mwisho wa giza. Lakini mbele ya macho yao angani palionekana alama mpya, mduara wa anga uliochomoka kwa rangi ya dhahabu na samawati. Mlango wa kale wa Aetherion ulikuwa umefunguka kwa mara ya kwanza, mahali ambapo nguvu mpya za ulimwengu zinaanza safari mpya. Ilikuwa inaanza na huu ndio mwisho wa simulizi hii ya usaliti wa kifalme. Kwa simulizi nyingine kali za kutisha, kusisimua, usiache kusubscribe channel ya MK Mastori ili uwe wa kwanza kupata simulizi kali.